imepata bahati kubwa sana. Tukumbuke kwamba mambo mengi yanayofanyika katika wilaya Ikungi yanafanyika, yanafanyika katika tarafa ya Nyahati. Inafanyika katika tarafa ya Ikungi katika kata sisi, mboyi, sisi, msafi, ya Nyahati. Ametaja dada yangu hapo kidogo akasema VETA ipo Unyahati. Si Si ndio ndio kweli kweli eh? Si ndio kweli. Hospitali kubwa ya wilaya nzima. Mkumbuke hii wilaya ina majimbo mawili, jimbo la Ikungi mashariki na Ikungi magharibi. Lakini wilaya imepata hospitali ambayo iko kwenye nini, kwenye jimbo la Ikungi mashariki, lakini sio Ikungi mashariki tu, katika katika kata ya Unyahati. CCM oyee! CCM safi! Kwa hiyo tunaona namna gani tunavyopendelea, lakini sio hivyo tu. Nyinyi mnaona maendeleo yanafanyika, ofisi za serikali majengo ya serikali mtandao mkubwa wa serikali umeangalia au umebeza zaidi kwenye nini? Kwenye kata ya Unyahati. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunasema Ikungi mashariki au tunasema wilaya Ikungi, pengine kumbe ingeitwa wilaya ya Unyahati, sisi CCM oye! Pengine ingeitwa hivyo, ila kwa sababu waliotangulia walitangulia, basi tunaheshimu hayo mawazo ambayo walitupatia kwa sababu kwasababu sisi CCM oye! Oy, ndugu zangu, tunafahamu ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatazamia kufanya mambo makubwa, miradi mikubwa ya kimaendeleo, lakini moja ya katika hayo imetazama wakulima na wafugaji. Jamii kubwa tulionayo sisi ni ya wakulima na wafugaji, na inasemekana kwamba zaidi ya asilimia sabini ni wakulima na wafugaji sasa kama mnakumbuka tarehe tisa mheshimiwa rais wetu ambaye ni mgombea wetu alisema anaenda kujenga ghala kubwa. Atajenga wapi? Hapa Ikungi. Sasa ofisi ukiangalia, Ikungi kama maeneo hakuna si, si, unaweza una, kashangia una kajengwa wapi? Unyahati CCM oye! CCM safi! Unyahati ndio enee maeneo makubwa. Kwa hiyo bado tunaendelea kuwa na hizo bahati. Kwa hiyo ghala kubwa ambayo inakujengwa ni kwa ajili ya wakulima Mama alisema kwamba ataleta pembejeo za kilimo, ataleta zana za kilimo, ili mkulima huyu akakope hizo zana akafanye kazi, lakini katika katika namna ya kurejesha kwa bei iliyo nafuu zaidi. CCM oyee! Kwa mama analenga kumsaidia mkulima wetu, lakini pia swala so la mazao kama dengu, mazao kama mbaazi, mazao kama choroko. Mheshimiwa mgombe wetu aliyazungumza vizuri tulipokuwa Iramba. Alisema kwamba anafahamu kwamba bei ya haya mazao imeshuka chini, kutokana na bei ya dunia. Dunia nzima wamezalisha haya mazao kwa wingi, kwa hiyo ikasababisha bei ya haya mazao ifanyaje, ikashuka. Mama akasema tukimchagua tarehe ishirini na tisa atahakikisha na yeye anaongeza, ili bei iwe nzuri kwa mkulima wa Tanzania, ili mkulima wetu huyu Mkulima wetu huyu hawezi kupata faida katika mazao ataenda kuyalima. CCM oye! CCM safi!